Kwa sababu vyote vinavyohusika viw na emotions and the feelings ni temporal. Huwezi kufanya maamuzi kwa ulimi isipokuwa the brain. Kwa hiyo anasema anaungangania uovu anaona una utamu na utamu. Na utamu, nakutana kesi nyingi sana mpaka mtu analia machozi afanyeje kurudisha nyuma, lakini haiwezi kurudi nyuma saa nyingine mpaka nadhani mpaka Mungu aonekane amemsameni mpaka aondoe changamoto alionayo nayo bidu mwereze, hata yule mwizi msalabani msarabani. He was okay, na bado alikufa msarabani. Scars can remain. Inaweza ikabaki. Hii ndio ubaya wa dhambi, inadanganya ina sugar coat. Kwa hiyo ukionja kitu kitamu, unaonja maisha, unaona yamepigwa jeki kiuchumi, maisha haya ndio maisha yenyewe haya, piga jeki, kama ambavyo watu leo wanasema. Unajua, kwa kwa kuwa, kuwa, kuwa kutoolewa ni, anaeleza alikuwa ameolewa, alafu anasema tena, wengine pasa wanakuja wanasema eti eti ni single mother. Hakuna language yoyote Indo European language inayoita single mother, huo ni uhuni tu ni uhuni, ni single parent, not single mother. Hakuna mother anayezaa akiwa single, hiyo reproductive system haipo kwa mwanadamu hira hili uonekane. Hiyo sio dhambi, alikuwa muhuni ama alifanyiwa uhuni, halafu anasema single mother. Single mother ni kiingereza cha wapi hicho? akipo kwa kuwa ninyi wasome neno, mwangalie hiyo single mother ni nini. Pumba tupu! Hapana, failure ya imo mambo ya immorality, alafu leo wana yanakuwa ya kishujaa leo. Ah, ni sana watu wanaofiwa leo, eti wanaitwa majasiri. Who told you? Yani kufiwa na mume ndio umegeuka ghafla kuwa jasiri? Kwa nini tunataka kuwa peti peti watu? Kwa hiyo ina maana ukiwa kwenye ndoa wewe sio jasiri. Ila jasiri ni pale unapofiwa. Wewe mwanamke jasiri kwa kuwa amefiwa. Ujasiri hauleti kwa kufiwa. <laughs> Biblia inasema mtu si utupe ujasiri wenu maana una thawabu kuu mbele zake. Neno sio dogo la kawaida, haijalishi gender, haijalishi e, status ya mtu na nini, connection ya mtu na Mungu. Unaposikia vijana wanafanya ujasiri, sio ukifiwa ndio unakuwa jasiri, ni kauli za kudanganya, unampeta peta aonekane ni jasiri lakini anawaka ndani, kwa sababu anamwambia hey, umeshefiwa. huyu ni jasiri? utapeli tu wa kauli zilizoonekana zamani, utapeli tu, kwa sababu sio kila mtu anayefiwa lazima akae hivyo hivyo. Nasema kama hajafikia umri mkubwa, mashauri ya Mungu aolewe. Oh, nimebaki na Yesu wangu. Baada ya muda wanakuta kuna mtu anataura amejifunga. Huyo ndio ilikuwa Yesu wako wakati ule unasema? <laughs> watu watu wa Mungu hawa, eti nimebaki na Yesu o. Kwa hiyo wakati ukiwa na mume ulikuwa na nani? Yaani wewe mpaka ufiwe ndio ubaki na Yesu? Ni kauli tu za kizushi. Wale walio kwenye ndoa wamebaki na nani sasa Kwa hivyo Biblia inachokieleza inaeleza, dhambi inadanganya, ina creep in ni, le, ni living power, ndio maana inayoweza ku counter attack is the word, neno la Mungu li hai and then it is powerful na linapenya mpaka kwenye mifupa na kugawanya hiyo yote iliyoku kile iliyoku mule ndani kwenye ile, inagawanya mpaka inajua makusudi. Is the word, ndio maana Zaburi inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisikutende dhambi. Yani neno ndiyo ambalo lina nguvu ya ku halt the movement of sin, na anaeleza isipokwepo kwa neno, kama halitakuepo neno, dhambi inadanganya ina creep ina And the heart from softness to hardness. Na hiyo ndio habari mbaya sana ya utendaji wa dhambi, na inaanza stage one to another step to another step step to another step without even realizing it, mpaka tunajikuta mahara nimefunga macho, nimeziba masikio, nimefunga mdomo, nimefanya hiki. Paulo anaandikia Hebrews kwamba make sure that you won one another. Daily. Na kwa nini dhambi atafuna, yani leo hatuonyani, ni wanatukasa hatuonyani, unamuona shauri zake. Dhambi inatukula na wewe unajua tena, wewe ndio unakuwa medium wa kupeleka information, na Biblia inasema muonyane, kila inapoitwa leo, ili mmoja wenu moyo wake usifanywe kuwa mgumu kwa, kwa sababu ya dhambi don't, don't, don't